Nashukuru watu wa bonde, watu wa Ruwasa. Tumetengeneza kamati ya mkoa ambayo ina watu hao wa watatu na wajumbe kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa ili kusema sasa haya maji yaliyoko chini, ambayo e, watu wasiotumia kauli za kitaalamu wanasema kwamba tuna maji mengi sana. Sasa kwa nini tusitumie utaalamu na rasilimali Dokta Samia Suluhu Hassan ametupa kila mkoa, ametupa gari la kuchimba visima ambayo wamekabidhiwa Ruwasa. Kwa hiyo sasa tukipata huo ushirikiano wa pamoja tunaweza tukapata majibu ambayo ni ya kisayansi zaidi, majibu ambayo yana, yana mwelekeo zaidi, na ndicho tulichofanya. E, tumefanya kazi hiyo kama wiki ya tatu au ya nne sasa, na matokeo yake ni mazuri sana. Hapa tulipo kule tumetoka e, Mafisa. Mafisa kuna makazi ya watu wengi, lakini katikati ya Mafisa tumegundua tuna chanzo cha maji kikubwa kama hiki e, ambapo hatujamaliza kuchimba, lakini kisiba kimoja e, ambacho kime, kilikuwa kinachimbwa, mashine ikapata shida katikati, lakini watu wa Ruwasa na Moruwasa kwa pamoja wananihakikishia kwamba kazi ya kuchimba itaendelea, kazi ya kutafuta maji itaendelea, na kwamba tutapata e, majibu. Tumekubali, tumepeana siku tano. Kwa hiyo marekebisho ya ile mashine itakuwa kesho na kesho kutwa Jumapili. Kwa hiyo tukianza kuchimba Jumapili jioni mpaka Jumatatu, Jumanne, Jumatano asubuhi tutakuwa tumepata majibu ya kutosha kwa kisima kile, eneo lile ambalo tumeshabaini kwamba pana maji mengi chini. Kwa hapo sasa, kiasi ni kujua maji yenyewe ni maji ya kiasi gani? E, tukitoka hapo pale. Kwa hiyo pale tumewaambia bonde la Wami Ruvu aendelee kutafuta maji maeneo yale, na hapa pia tunaendelea kutafuta maji hapa. Tumebaini maeneo matatu hapa tulipo eneo kama la mita mia moja kutoka hapa na lingine mita zingine hamsini mia kutoka hapa. Kwa hiyo haya maeneo ambayo tunabaini kusema kweli, kama tutapata maji e, kwa ujumla labda lita milioni tatu kwa, kwa milioni tatu kwa siku tukaweza kuvuna milioni lita milioni tatu kwa siku, hayo ni maji ambayo kwa ukuaji wa watu wa Morogoro si, si maji mengi lakini kwa mtu ambaye anapata maji anafanikiwa kuvuna nyumbani kwake ndoo tano au ndoo kumi za lita ishirini ishirini, lita mia mbili, alafu maji hayo yanakuwa maji ambayo ya anatumia wiki nzima. Sasa baina ya kumwambia nakupa lita mia mbili kwa siku, hizo anazovuna sasa hivi kwa muda wa siku nne tano na nikimwambia kwamba kwa, e, kwa maji haya inaweza nikahakikisha kwamba kila nyumba inapata inajaza tenki la, la lita laki moja e, mara tatu kwa wiki ni tofauti kubwa sana. Sasa hivi ana maximum anaweza kujaza labda tuseme lita lita mia tano kwa siku na anatoka mara moja kwa wiki. Sasa mimi nataka nibadilishe frequency ile niseme kwamba kwa, kwa maji haya tunayovuna E, itoshe kwamba niwapelekee kila kaya badala ya lita mia tano kwa wiki niwapelekee lita elfu moja mara tatu kwa wiki badala ya lita mia tano mara moja au mara mbili kwa wiki. Kwa hiyo hayo ndio mambo tunayoyafikiria na wenzangu hawa wa nani, hayo ndio mambo tunayoyafikiria na wenzangu hawa wa wa wa, wa MORUWASA na RUWASA. Na kama nilivyosema watu wa Bonde la Wami Ruvu wana, wana, wana ushirikiano mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba tunalifanikisha hili. Kwa hiyo uh, mi nataka niwapongeze sana nawashukuru sana. Jina naitwa Martin Daudi Kasambala, ni uh, manager wa idara ya rasilimali za maji bodi ya maji Bonde la Wami Ruvu. Hapa tuko katika kata ya Tungi ambapo tumechimba kisima, kisima hichi kinazalisha maji lita 23 na laki 5 kwa saa Uh, tumeta, katika eneo hili tumetafiti tena maeneo matatu mengine ambayo tunategemea kuchimba na yatatoa kiasi zaidi ya kiasi hiki tunategemea hivyo. Na kama yatatoa kama tunavyotegemea, maana yake tutapunguza kwa kiasi kikubwa, kwa maana ya kwamba kwa eneo kwa hili tu tunaweza kuzalisha lita laki moja uh, na ishirini kwa saa ambapo maji haya yatakuwa yanafaidisha kata ya Tungi, ya Tungi 88 na, na maeneo yanayozunguka eneo hili. Lakini pia tumefanya tafiti katika eneo la Mafisa kule ambapo tumetoka tume, kuna kisima, kisima kimoja kimechimbwa pale ambapo nacho tunategemea kupata lita uh, uh, 30 kwa saa. Lakini tuna, kama mkuu wa mkoa alivyosema, ameagiza kwamba tuendelee kufanya tafiti na tutaendelea kufanya tafiti ya maeneo mengine ili kuweza kupunguza tatizo kubwa kama sio kumaliza tatizo la maji katika manispaa ya Morogoro. Tunategemea kwamba katika maeneo yote haya mawili, kama mkuu wa mkoa alivyosema, kama tukaweza kuzalisha angalau lita laki tano kwa siku, inaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa sana changamoto ya maji katika maeneo ya manispaa ya Morogoro na viunga vyake. Majina naitwa Buhuru Wai, mkazi wa kijiji cha Tungi, mkulima. Kwa hiyo nashukuru kwa kutembelewa na mradi huu wa maji kufikiwa hapa Tungi. Nafikiri hadi utakapokamilika huu mradi, na sisi tutakuwa tumepunguziwa adha ya ukosefu wa maji a usalama. Kwa hiyo tunaomba kwa, kwa, kwa kazi mliyoifanya hapa, wanaoifanya hao idara ya maji, nashukuru sana na kazi yao tunaiona kwa macho yetu. Kwa hiyo tunashukuru, tunaomba ili waendelee tupate, ili tupate maji kwa urahisi na kwa haraka zaidi. Tunashukuru sana.